Au kama kala Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu unayenitazama, karibu sana katika dakika hizi chache ambazo kwamba tutahusiana na kukumbushana kuhusiana na swala zima ambalo leo hii jamii imelisahau jambo hilo, na jamii hiyo pia ikawa hailitilii umuhimu jambo hilo, lakini pia ni ibada kubwa ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka sisi Tuweze, e, kui, e, kuitekeleza ibada hiyo nayo, na ni ibada ya malezi hasa katika upande wa yatima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, kuna aya nyingi zimekuja ambazo zinatutaka sisi na zinatuhamasisha sisi na zinatukumbusha sisi tuweze kuchukua jukumu hili kubwa la malezi ya yatima. Yatima ni, ni yule mtoto ambaye kwamba kwa amba, amefiliwa na baba yake, yani amefiwa na baba yake kabla ya yeye kubalege huyu anaitwa yatima katika sheria yetu ya Kiislamu. Na ewe ndugu yangu unaonitazama muda huu, kuna leo hii, kuna changamoto nyingi sana ambazo kwamba anazozipitia yatima huyu. Miongoni mwa changamoto hizo ni kwamba jamii ya leo imempuuza sana yatima na imempuuza katika nyanja nyingi, lakini mimi nitazizungumza kwa haraka haraka, nitazizungumza nyanja tatu ambazo yatima amepuuzwa leo hii. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka kwanza tusiwanyanyase mayatima na wala tusiwakemee na wala tusiwafanyie ubaya mayatima, ndipo pale akasema fa amal yatima fala taqhar. Amma, yatima basi usimfanyie ubaya, usiishi naye kwa ubaya, usimfanyie matendo yote ambayo hayafai mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Changamoto ambazo kwamba leo hii yatima anazipitia ya kwanza ni kudhulumiwa mali zake. Tunashuhudia kwamba jamii nyingi sana e, pindi ambapo mzazi hasa wa kiume anapofariki, basi wanakuja watu miongoni mwa ndugu kabisa wa, wa, wa yule yatima, basi watakuja kupora mali zake, watamdhulumu mali zake, watajimilikisha wao, wakijua kwamba yatima huyu hana uwezo wowote wa kujitetea, lakini pia hana uwezo wa kusema lolote na hana uwezo wa kwenda katika chombo chote cha kisheria, kwa hivyo utakuta yatima huyu anapoteza mali yake ambayo aliachiwa na baba yake. Lakini katika e, changamoto ya pili ambayo anapitia yatima huyu pia ni kupuuzwa katika malezi. Inawezekana mara nyingine akatokea ndugu katika miongoni mwa ndugu wa marehemu akajitolea kumlea yatima, lakini utakuta ha hampi zile haki kama anavyostahiki, utakuta anambagua utakuta anawajali sana watoto wake eh, eh, zaidi kuliko huyu yatima, yatima. Kwa hivyo utajikuta anajikuta yatima kwamba ni mtu mpweke, anajikuta kwamba ni mtu ambaye kabaguliwa, ambapo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhamasisha, anatuambia ana wa kafiru yatimi kahataini yaumul qiyama. Mtume akasema kwamba mimi na yule mwenye kumlea yatima tutakuwa karibu mfano wa hivi, Mtume akaonyesha vidole vyake viwili siku ya Kiyama. Kwamba huu ni ubora mkubwa ambao atakaopata yule ambaye atakayechukua jukumu la kuweza kumlea yatima. Lakini changamoto nyingine ambayo ni ya tatu anayoifesi yatima ni kwa wale ambao wamejitolea sasa kuwalea mayatima, wakawa wakawekwa katika sehemu moja wakalelewa pale, basi utakuta mara nyingine watu wanasahau kwenda kuwapelekea misaada mbalimbali Mayatima wako wengi, tuna vituo vingi vya mayatima, lakini mayatima wale watu tu wamewasahau kabisa, katika wanaishi tu na familia zao, wanakidhi haja za watoto wao na familia zao kwa ujumla, lakini wana e, wanasahau kwenda kuwapelekea misaada mbalimbali ya mavazi, misaada mbalimbali ya kifedha, ambayo kwamba itamfanya yatima yule aweze kujihisi na yeye kwamba jamii inamjali na anatambulika katika jamii. Alhamdulillah wapo ambao wanaojitolea kwa ajili ya kwenda kupeleka vitu mbalimbali, misaada mbalimbali kwa mayatima, lakini pia wengi wao bado hawajakuwa na mwamko huo. Kwa hivyo ndugu yangu unayonitazama eh, wakati huu kwamba nakuhamasisha na nina, nikijihamasisha mimi mwenyewe pia kuweza kuwafanyia mayatima eh, wema eh, haijalishi unamlea nyumbani kwako au Analelewa katika kituo cha cha cha, cha, yani amepelekwa katika kituo cha kulelewa. Inatakiwa tujitahidi sana kwenda eh, kuwajali kwenda kuwatambua kwenda kucheza nao, mara nyingine kama tunapata fursa hiyo, ili kuweza kuwaliwaza, kwa sababu kama unavyojua kuondokewa na mzazi eh, ni jambo ambalo lina huzuni mkubwa. Lakini leo hii tutakapokwenda, kwenda kuwatembelea, tutakwenda kuwapelekea misaada mbalimbali, tunakwenda kucheza nao, na wao wanahisi kwamba hawajatengwa katika ulimwengu huu, wataishi kwa amani, wataishi kwa furaha kama wanavyoishi watoto wako nyumbani kwako. Kwa hivyo, nijihamasisha mimi tena na kukuhamasisha wewe, ndugu yangu, tuweze kuwahudumia mayatima na kuwatazama mayatima kwa hali na mali. Nenda wewe mwenyewe kawasalimie, kawatazame, lakini peleka ulichokuwa nacho. Una unga peleka, una mchele peleka, una maharage peleka, una mavazi peleka, ukaamua kwa kuwapelekea fedha peleka. Kila kitu ambacho kitakachowapa kita furaha basi, ni vizuri kukifanya kwa mahatima. Utaingia katika orodha ya wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliosema, ana wakafilul yatim kahataini yauma alqiyama.